Lakini kwa kipekee kabisa nimshukuru sana mkurugenzi mkuu wa shirika letu au taasisi yetu ya PSSSF pamoja na management yake kwa kunialika kuwa mgeni rasmi. Kama mnavyojua, ndani ya serikali tuko wengi, lakini kwa kutambua kwamba wizara yetu ndio wizara yenye dhamana ya, ya kusimamia mfuko huu mliona kuna kila sababu ya kunialika mimi ili tuje kuzungumza na kwa pamoja tushare values ambazo zinaisimamisha wizara yetu na ushirikiano uliopo baina yetu na taasisi yetu hii ni jambo la shukrani sana kwetu sisi, na tunakushukuru sana mkurugenzi na management yako kwa upekee kabisa, maana kuna upekee na upekee kabisa <laughs> eh, upekee kabisa. Nimpongeze sana mwenyekiti wangu kwanza kwa kuteuliwa na kuaminiwa na Mheshimiwa Rais. Kwetu sisi ni faraja, na nataka tukuhakikishie kwamba timu ya wizara na timu yetu ya PSSSF itafanya kazi vizuri na wewe na bodi yako kuhakikisha kwamba malengo makubwa yale ambayo tumejipangia yanafikiwa. Nataka kutumia nafasi hii kukukaribisha sana wewe pamoja na wenzako wote katika bodi yenu kuja kufanya kazi pamoja na sisi na muamini kabisa kwamba commitment ya wizara pamoja na taasisi yetu ni kubwa na imani yetu kwenu ni kubwa hivyo hivyo, na tutafanya kazi kwa pamoja. Nataka kutumia nafasi hii pia kuendelea sana kuwashukuruni kwa kukubali uteuzi. Eh, maana mnaweza kuteuliwa afu mkakataa, najua mambo yalivyo, alivyo. Eh, taasisi ziko nyingi, unaweza kuletwa PS, PSSSF hapa ukasema bwana, mimi kwa nini sijachaguliwa kwenye shirika lile? Eh, kwa sababu huku unaona hakuna maslahi yako unayotaka, au wewe mwenyewe unaona unaona kaisa kama vile umeletwa sehemu ambayo sio, lakini kwa kweli nakushukuruni sana, tulipotuma barua za uteuzi mkapata nafasi ya kuzisoma na mkaturejeshea wengine kwa meseji kwa taarifa kwa maandishi kwamba mmekubali uteuzi, na kwa kweli mimi binafsi yangu na wenzangu tunaofanya nao kazi tukiwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu na management nzima ya wizara tumefarijika sana kwa commitment yenu, na tunawakaribisheni katika taasisi yetu hii ili tufanye kazi ambayo imetuleta. Ni imani kuwa timu yetu hii inaenda kuwa chachu ya kuleta maendeleo lakini pia matokeo chanya zaidi ya ilivyo leo katika mfuko wetu, lakini pia katika sekta ya hifadhi na ulinzi wa jamii. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, leo tumekutana kwa ajili ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini wa mfuko wetu. Kama ilivyoelezwa na katibu mkuu, bodi hii ina wajibu wa kusimamia shughuli za mfuko kwa mujibu wa sheria namba mbili ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma ya mwaka 2018. Na katika kutekeleza jukumu hilo la usimamizi, masuala makubwa ambayo mnakwenda kuyasimamia ni pamoja na zoezi la uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango na ulipaji wa mafao. Lakini hayo yote ili yafanikiwe zaidi, ipo kazi ambayo inaendana sanjari na hayo, ikiwa mojawapo ni jambo zima la uwekezaji. Matarajio yangu mtakwenda kusimamia kazi hizo zote, mkizingatia sera, sheria kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa mbali na serikali na, na ile ambayo inapangwa na bodi yenu. Mipango mikakati ya mfuko kwa mwaka 2023 mpaka 2025 26. Unaozingatia uboreshaji wa huduma za wanachama, michango, uwekezaji na kulipa mafao. Tatu, misingi ya uwajibikaji, uadilifu, ubunifu na ushirikiano kazini na uwazi. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe wa bodi, misingi hii ni muhimu ya kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafanya kazi kwa ufanisi, usawa na kutoa haki. Misingi hii inalenga kutuwekea uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila mtumishi anawajibika katika eneo lake la kazi, anakuwa na mwadilifu kwa kupenda maendeleo, kupinga rushwa, kuweka ubunifu na kubuni mbinu mpya za kuboresha huduma ya kazi, ushirikiano kazini kwa kuimarisha ushirikiano baina yenu na watumishi na viongozi, lakini msitizo mkubwa ukiwa ni uwazi katika kutoa taarifa za shughuli za mfuko ili kuongeza uaminifu na ufanisi.